Mlipuko wa ugonjwa wa Kala Azar umeendelea kuwahangaisha wenyeji wa kaunti ya Wajir tangu mwezi Desemba mwaka jana. Ugonjwa huo ambao unasambazwa na vimelea vya leishmania unaweza kuwa hatari na kumuua mtu iwapo hautatibiwa mapema na ipasavyo. <coughs> Sasa serikali ya kaunti ya Wajir imethibitisha kwa idadi ya watu ambao wamepoteza maisha yao kwa ugonjwa huo. Imepanda kutoka 18 na kufikia watu 20 tangia ugonjwa huo uanze kusambaa. Kaunti hii ikiandikisha visa zaidi ya 500 vya Kala Azar na haswa miongoni mwa watoto chini ya miaka mitano ambao wanakosa kinga mwilini. So Kulingana na waziri wa afya katika kaunti hiyo, Habiba Ali, hospitali za kaunti zinakosa vifaa vya kutambua ugonjwa huo. Jambo ambalo limepelekea hospitali kuwa na visa themanini na vitano huku sampuli 18 vikiwa havijafanyiwa uchunguzi. Uh, to depleted. Ugonjwa huo wa Kala Azar sasa umesemekana kwa janga umeendelea kuwatatiza wenyeji. Waziri akisema wanapokea baadhi ya wagonjwa wakiwa hali maututi na baada ya masaa machache wanapoteza maisha yao.

Gavana wa kaunti ya Wajir Hamed Abdullahi amedokeza kuwa wanapokea vifaa vya kuchunguza ugonjwa huo kutoka taifa la Uholanzi. Hata hivyo, amebaini kuwa wahudumu wa afya katika kaunti hiyo wanaendelea na zoezi la kufukiza maeneo tofauti, ili kudhibiti kueneza kwa ugonjwa huo hatari.

Spray. Sasa wanaitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati na kuwasaidia kupata vifaa vya kuchunguza ugonjwa huo wakidokeza kuwa vifaa walivyokuwa navyo vimeisha na inakuwa vigumu wao kuendeleza matibabu. Meri Kialo, Undugu TV.